Okay, na basi, mpenzi msikilizaji wa 97.1 Wingu la uponyaji, kwa siku ya leo kwenye kamusi ya maarifa, tuko tunajadili kuhusiana na neno e, za mwizi ni 40 e, vijana, na msikilizaji wangu, naamini pia tayari maoni yako ushayatoa kwa majina Kalenzi. Hey. Kalenzi. Ah, ni naam, kulewani ah, watu wanaliaribu jina, <laughs> mno. Mno. Wanali jina langua ni 40, hey, ah, ah, ah, okay, tuna, tuna za, za ila mimi naaminiki kwa kila kitu utakachokifanya utakapokuwa umefanikiwa, hmm. na mimi ndo arobaini yako. ah, yani maana yake kwamba hii arobaini ni nini? Arobaini ni misemo tu ya watu, ni kama kukamilisha kitu ah, ni sawasawa kusema za mwizi ni mia. yeah, za mwizi ni mia, lakini wenyewe akaamua kuichukulia, hakuna neti mia mia kwa mia, wakaona kwa kuwa hizi ni mbaya au ni nzuri, zimefika arobaini zako Ingekuwa ni mia, nadhani ungekuwa umepata kila kitu utakachokuwa unakihitaji, ufalme wa mbingu kwa Ibilisi upo uu, kwa Shetani, yani vyovyote tu vile, ila utakuwa umekamilisha kila kitu na sidhani kuwa huaga ni rahisi sana kukamilisha hicho kila kitu ah. Okay, tunaambiwa za mwizi ni 40. Ni kwamba yani ukifanya wizi unakuwa hujakamilisha, kwa sababu ni tukio ambalo linakuwa umekamatwa, ndio utakuwa imefika mia zako Ae. Hey, unapokuwa unaendelea sa... bado zinakuwa bado hazijafika hizo yani, hiyo mia hiyo ifikagi hiyo laj... okay, asilimia mia nazo m unajua, kuna watu ambao wanakuwa nakusikiliza kwa wakati na muda huo, basi wakumbuke watu watatu hapo ambwaskilizamoingula uponyaji hey, wa kwanza ni mamangu mzazi Isabella Kiagwa, wa pili ni mdogo wangu Dickson Edward okay. Hey, watatu ni Salehe

Mimi ni kushukuru sana huyo. Ni moja ya mdau wetu ambaye alikuwa akizungumza na sisi husiana na mada ambayo iko mezani kwenye Kamusi ya Maarifa. Tunaulizana, kwa nini watu wanasema za mwizi ni 40? Umeweza kumsikia na wewe msikilizaji wetu, asubuhi maoni yako hapo kupitia namba haya. Tunaendelea kuweza kupokea maoni ya, ya, ya wadau wetu E, kuhusiana na kwenye kamusi ya maarifa mada ambayo tuko nao tunaijadili kwamba za mwizi ni 40. Mekutana na dada hapa habari ya uzima. Amina. Bwana <laughs> asitukuzwe. Amina na kwa pia. Kwa majina? Kwa majina naitwa Mariam. Mariam na Emmanuel um... Charles. Ah, okay, sawa. E, leo kwenye kamusi ya maarifa tunajiuliza kwamba za mwizi ni 40. Wewe unaelewaje? Yani za mwizi arobaini ni kama vile yani mwizi wa anaiba anakwepa saa nyingine, una yani, niseme tu kwa kifupi, yani unaiba, unaweza ukaiba ukafanyaje ukakamatwa uka, yani ni siku zako zitakuwa zimefika. Maana kuna muda unaweza ukaiba ukafanikiwa, utakatoka, siku ikifika, siku ikifika unakamatwa, ndo siku za arobaini okay, Ndio maana leo nasema si, mwanzo wa kitu kuna arobaini na mwisho wa kitu kuna arobaini, si ndio? ndio Hey, wa, wa, watoto wanafanywa arobaini, lakini mtu akirudi kwa Mungu pia tuna arobaini yake. Kweli kabisa, na mwizi tuna arobaini yake. Hey, siku ikifika, nakamatwa ndo arobaini yake ni siku <laughs> <laughs> okay, arobaini baada ya wa, kuiba. Wakumbushi watu watatu kuweza kusikia kipindi cha wingu la uponyaji, namkumbuka na nani, salamu tu watu watatu hmm, salamu ya kwanza kwa mdogo wangu anaitwa Nei, salamu ya pili kwa kakaangu kipenzi anaitwa Yu. Salamu ya tatu kwa mamangu kipenzi anaitwa Veronika. Aya, mi ni kushukuru sana amina na kwangu pia aya. Bwana ni wadau wetu hawa ambao wameweza kutoa maoni yako, naendelea ya, msikilizaji kutoa maoni yako. sifuri saba sita moja tano tano tano moja tano moja namba ya kuweza kutupata hapa studio. Asante sana, sana.